Kumcha Mungu na mimi mwenyewe ninaiambia nafsi yangu nimche Mungu. La pili ni kipindi cha kuomba dua na kuombeana dua, kipindi hiki ambacho tuko ndani ya kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kipindi cha kukithirisha kuomba dua kwa Mungu na kuombeana dua. Na mimi kwa muda mrefu, kuna watu kuna kundi la watu sijawahi kuwaombea dua, nilikuwa ninawasahau watu muhimu sana katika maisha yetu tunayoishi Nao ni wale ambao wamepewa majukumu ya ulinzi na usalama katika nchi yetu, wale ambao wamepewa majukumu ya ulinzi na usalama wa sisi raia na mali zetu katika nchi yetu. Hawa nilikuwa ninawasahau sana. Kwa munasaba huu wa kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, nimewakumbuka. Hivyo basi, ninawaombea Mungu awashushie huruma zake na awashushie uweledi katika utekelezaji wa majukumu yao, kwa sababu tunajihisi tuko salama kutokana na wao wanavyofanya kazi zao kwa uweledi, tuko katika amani. Lakini amani inalindwa na walio katika mstari wa mbele katika kuilinda amani, hiyo ni wao. Kwa hiyo ni watu nao wa kuwaombea dua sana, yani vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi yetu, lakini pia katika mkoa wetu lakini pia katika wilaya yetu ya Ilala ambapo tupo. Mwenyezi Mungu awape taufiki, awape afya njema, awape nguvu, awape maono katika utekelezaji wa majukumu yao. Baada ya hayo, ndugu zangu Waislamu, nchi yetu iko katika mambo muhimu sana. Kwanza, rais wetu Mheshimiwa Dokta Suluhu Hasan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametimiza miaka minne katika kuiongoza nchi yetu. Ukweli ni kwamba Mungu amempa taufiki kubwa sana ya kuongoza katika kipindi hiki na amefanikiwa kwa kiwango ambacho hakifana, hakina mfano wake katika zama hizi. Na mtu tunayemsifia kuwa amefanikiwa, maana yake kapita katika kongregtn. Waarabu wanaita matabat, wazungu wanaita kaogeshe ni barabara isiyo isiyo nzuri, lakini akapita katika barabara hiyo kama ni barabara ya lami. Kwa hiyo, huyo amefanikiwa miongoni mwa msukosuko uliyempata mama yetu huyu, ambao mimi kusema kweli ulinisumbua akili yangu kama kiongozi wa dini pale alipokuwa anafanya taratibu za uwekezaji wa bandari hapo, alafu wakatokea watu wengine wakatunisha misuli kwa nguvu zao zote kupinga uwekezaji ule, na wengine wakaingia katika fikra za kiudini wakasema wanaopewa ni Waarabu. Yani huo ni udini na ukabila. Yani mwekezaji ni Mwarabu Mwislamu, Waarabu Waislamu, huo ni udini na ukabila. Hatuwezi tukapata maendeleo ya kidunia haya bila ya watu kama watu kushirikiana nchini mwetu. Hapa kuna Mayahudi, kuna Wazungu, kuna nani wame, wamewekeza katika kuna Wachina kuna Wakorea kuna, wa Korea, kuna wa watu chungu mzima, lakini haijawahi kuwa nongwa kwa hao. Nongwa alipokuja kuwekeza Mwarabu bandarini. Huu ni ubaguzi ambao ni wa kikabila na dini, lakini mama yetu alisimama kidete kuhakikisha jambo linafanikiwa na alhamdulillahi, matokeo yamekuwa mazuri. Watu hawayatangazi sana tu kwa sababu sijui kwa nini, lakini matokeo ni mazuri. Kwa matangazo machache niliyoyasikia mie, pia ninashangaa kwa nini ili lalo halirudiwi kutangazwa, au mtu mpaka afanye baya ndo mtangazi sana, lakini akifanya mema unaona uvivu kumtangaza. Mimi ingawa sauti yangu si sauti ya kufika mbali, lakini hapa hapa katika jukwaa hili hili najithubutu kusema mama amefanikiwa, na Mungu amzidishie nguvu na afya na uweledi zaidi, ili Mungu ajalie anachokifanya ni kwa maslahi yetu wananchi wote wa Tanzania si kwa maslahi ya familia yake wala si kwa maslahi ya watu wa dini yake wala si kwa maslahi ya, ya, ya mte, bali ni kwa maslahi ya Watanzania, mambo yanakwenda. Hilo moja, lakini kuna mengi ambayo yeye ameyakuta ameyakamilisha, lakini kuna ambayo yeye ameanza na ameyafanya na yamemalizika. Tuna umeme wa kumwaga, ndio lugha yetu ya mtaani. Tuna umeme wa kumwaga, maanake tuna umeme mwingi mno. Hatuna shida ya umeme, ile kukatika katika wakati mwingine kutokana na miundombinu inawekwa upya. Jengo likitolewa la zamani la miti, sasa linataka kujengwa, kuwekwa jengo la nguzo ya ya ya ya ya ya ya ya ya zege, lazima pale patatokea kukatika umeme, hiyo ni jambo la kawaida. Hata wewe ukienda hospitali unataka utibiwe uwe mzima tena, lakini utalazwa katika kitanda cha cha daktari ili ya kukorokoche alafu, baadaye uinuke uwe mzima tena, lakini wakati ule umelala ufanyi kitu na mambo mengine ndio hivyo hivyo hivyo. Basi tumpongeze, ni wajibu wetu kumpongeza pia ni wajibu wetu kumwombea dua sana mama, na dua yenyewe si ishe dua ya leo hapana, na dua ya kesho, kwa maana ya kwamba mitano tena, mitano tena, ili akamilishe nguo yake ambayo, na akamilishe ndoto zake, ana ndoto zake za kutufanyia na wale ambao wanaopenda maisha kitonga, hata peponi huwezi kupitia kitonga, unatakiwa ukeshe. Pepo Mungu kishaiandaa ipo, kishaipamba huu mwezi wa la Ramadhani, lakini ukiitaka hiyo pepo, ili kumi la mwisho la Ramadhani ukeshe. Hakuna pepo kitonga ni yani mteremko tu unakwenda, amna hiyo kama ilivyokuwa. Hakuna pepo kitonga, wala hakuna dunia kitonga, maisha kitonga hakuna. Lazima ufanye kazi, uvuje uvu uvu uvu uvu uvu jasho, alafu Mungu akuteremshie riziki yako kupitia kazini kwako. Hayo ndo maisha, ndo kawaida ya maisha. Ukiona tofauti, ujue kuna tofauti. Ukiona tofauti ujue kuna tofauti Usipofanya kazi na unataka raisi wa nchi aje mpaka aje kukunawisha maji usoni asubuhi, hutakaa na matongotongo tumachoni maisha yako, huyo hayupo. Lazima wewe mwenyewe uamke, upige mswaki, unawe maji usoni, ndo utakuwa mtu. Wewe mwenyewe upige mswaki uoge ndo utakuwa mtu wewe ue mwenyewe uende kazini urudi, ndio watoto wako watapata chakula. Kama kulikuwa na mtu anataka watu wamekaa na kula tu, Mungu ana uwezo huo, pona ya kufanya. Mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na ardhi ana uwezo, sisi tuwe tunakula tu, kama peponi kule, tuwe tunakula tu bila kufanya kazi yote. Lakini hayo kwa hapa duniani hayapo, haya ya kwa akhera. Tukiingia peponi huko unakula wadaniatan alaihim dhilaluha wadhulilat khutufuha tadhlilan. Kule ndo kwenye kitonga ukishaingia kule peponi, lakini ule ndani sasa, kitonga ukifikiria tu embe imekuja ukiifikiria embe imefika ukiifikiria embe kule imefika ukilifikiria chungwa limefika, sikwambii ukimfikiria mwari wamefika sio mmoja. Hiyo ni wapi? Peponi. Lakini duniani hapa, kila mmoja avuje jasho. Kama yeye rais mama anavuja jasho, anakesha kwa ajili yetu, na sisi lazima tusimame, tusimame naye bega kwa bega, tuvuje jasho kwa ajili ya nchi yetu na maendeleo yetu. Hakuna cha bure. Haya nilipenda niyaseme ni, lakini pia kuna wajibu wa kumwombea dua, na hasa kumi hili la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mama huyu tumwombee dua sana, na hapa msikiti wa Manyema siku ya mwezi ishirini na sita kuamkia ishirini na saba siku ambayo ndiyo inatarajiwa kuwa ni siku ya lailatul qadri, baada salati lasri hapa tutamwombea sana dua mama yetu, na sisi wenyewe na wanaotuzunguka na nchi yetu, nchi yetu. Na mimi na shauri tuwaombee amani na utulivu, hata jirani zetu, nchi zetu za jirani, nazo ziwe katika amani na utulivu, kwa sababu wao na wao pia wakiwa na rabsha huko wow, kwao huwa wanakimbilia hapa, wanakimbilia hapa hasa. Hii ni nchi ina masafa maalum, ikiwa watu watakuwa wengi mno, tutabanana hapa na tutagombea tutagombea tutagombea kuuza ma maua, na matokeo yake wageni nao wanauza miswaki na, wana, na ukindu. Ni amwone hapo Kariakoo wageni wanauza maua wanauza miswaki mkononi, ile kimachinga machinga, ile kazi za kufanya watani wangu wa machinga, sasa wanafanya watu kutoka Asia na Ulaya. Sasa inakuwaje? Hao tu ni wafanyabiashara, sio wakimbizi. Sasa asikwambie kama wakimbizi watakuja wengi mno kuliko waliopo, lazima itakuwa tabu. Sasa jirani lazima awe katika amani na utulivu, kwa sababu jerani yako wakiunguliwa nyumba, nyumba yake imeungua, panya wake watahamia kwako, panya wa jirani yako watahamia kwako, kwa sababu nyumba ile wanaishi panya kule imeungua, ataikungua huko nyumba usioungu, wakihamia kwako, nguo zako nazo ziko hatarini. Lazima mwelewe hivyo hivi. Basi iko haja ya kuomba dua sana nchi yetu iwe amani na utulivu, iendelee kuishi katika amani na utulivu. Na iko sana, iko haja ya kuishi kuomba dua sana. Majirani zetu Burundi, wapi wapi wapi, wapi, wapi, wapi, wapi wawe na amani na utulivu, ili hata wale wakimbizi wa Burundi waliko hapa warudi kwao, kwao waka, kila mmoja ana kwao wale, lakini wamekuwa kama watwana, wanaishi katika misitu, tunawachagulia kuishi Asa, muungwana ukachaguliwe msitu wa kuishi, kawe utaishi hapa, hata akikujengea jengo gani, lakini unakuwa mtwana tu, kwa sababu unaishi katika mahala ambapo anakulazimisha mtu uishi hapa, hana pa kukuweka pengine. Amani na utulivu jamani, ndio maisha yenyewe. Amani na utulivu ndiyo dini yenyewe. Amani na utulivu na utu ndio utu wenyewe. Tuhakikishe katika nchi yetu kuna amani na utulivu, lazima tuilinde. Ipo amani na utulivu, lakini kulinda na kuepuka chochote kinazoweza kinachoweza kuashiria uvunjifu wa amani. Hiyo ikivunjika amani, watu wana ndoto, ndoto zao. Watoto wadogo wana ndoto zao, wanataka kukamilisha, wakamilishe, wakamilishe wazifikie ndoto zao tukivunja amani, kukawa nani, watoto wanaosoma shule watakosa kufikia watazikosa kuzifikia ndoto zao na matumaini yao. Sasa sisi tusiwe ndio wakatishaji tamaa kwao, sisi tuwe wazazi walezi ambao pia tunawawekea barabara ya amani mbele, mazingira ya amani mbele, kwa sababu Tanzania duniani ukitembea kote, kila mmoja ukisema mimi Mtanzania, anakujua kwamba umetoka katika nchi ya amani na utulivu. Kokote ukitakendelea sisi tunapata tabu tunapata bahati ya kutembea huko, tunapata sifa hizo kwamba nchi yenu ni amani na utulivu. Jamani, hii ndio sifa nzuri, ndio sifa iliyomo ndani ya Qur'ani tukufu. Ha, ndio sifa iliyomo ndani ya Qur'ani a kijiji kiwe na amani na utulivu, yatiha rizquha ragadan min kulli shay shey, kwa hiyo riziki inakuja kwa urahisi, kwa sababu palikuwa pala pakiwa na amani na utulivu. Hivyo basi mimi nitumie fursa hii katika Ijumaa hii na kumi siku kumi, kumi hili la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kumwombea mama yetu na kujiombea wenyewe, kwa sababu sisi wenyewe ndio tunaishi na tuna uhitaji wetu na mahitaji yetu. Mungu atuwafikishe tuwe katika amani na utulivu na taufiki ya kufanikisha kila jambo ambalo tunataka lifanikiwe. Mungu atusaidia tushike mkono. Ndugu zangu, jambo la mwisho ili tusimame kusali kuna suala na zoezi la uandikishaji kupiga kura. Tujitokeze kwa wingi kujiandikisha kupiga kura na tusipuuze, kwa sababu ndio utaratibu katika maisha yetu hapa Tanzania, kila kipindi kikipita kila kijacho ili tupate kiongozi, kuna utaratibu wa kupiga kura, na ili tupate kiongozi tunayemtaka njia yake ni kupiga kura, kujiandikisha, na hatimaye kusimama katika foleni kwenda kuchagua yule kiongozi ambaye wewe unamwona. Chagua yule kiongozi ambaye wewe unamwona kwamba huyu anafaa na una ushahidi sio anafaa kwa kukisia, ah, una ushahidi. Na alhamdulillah mama, yeye ana ushahidi wa kutosha kwamba anafaa. Iliyobakia mioyo sasa, moyo wako, kama upendi hiyo, mimi sikulazimishi, lakini ushahidi kwamba anafaa umetosha kabisa na ziada yani kwa sababu miaka minne hii aliyehudumu katika nafasi ile wallahi, tunaishi kwa raha sana. Raha kwa sababu wanaodili na biashara wanafanya biashara zao, nimeshuhudilia wanaolalamika katika wafanya biashara kwamba kodi hivi kodi hivi, na TRA, wamepata nafasi ya kukaa na maofisa wa TRA na kuzungumza nao kodi walipe vipi. Kwa hiyo imefikia mahala sasa, wafanya biashara wanalipa kodi kutokana na mtazamo wao, kodi iwe vipi, na wengine wanaendelea kulalamika, na hiyo ndio maisha. Lakini kila anayelalamika anapata nafasi ya kusikilizwa. Msisahau, ilikuwa nafasi ya kusikilizwa kwa huyo mfanyabiashara ilikuwa haipo. Huo ndio kweli, huyo mfanyabiashara kusikilizwa ilikuwa haipo ilikuwa inachotakiwa atoe atoe wa ila haya, lakini unasikilizwa. Mama Kaunda na tume ina, ina, ina, ina, ina, ina, ile inaongozwa na yule mzee Sefue kwa ajili tu kuwasikiliza watu wanasemaje wanatakaje mambo yawe vipi, maslahi yao katika biashara zao zitakuwaje. Ni uungwana mtupu, anaendesha mambo mama kiungwana. Sasa itakuwaje kwamba awe hana ushahidi wa kutosha kwamba yeye anafaa? Anafaa kwa sababu maisha ni biashara, maisha ni biashara, na wote tunaoishi ovyo ovyo kwa sababu hatushiriki biashara si tunaishi kidarueshi kida darueshi, mambo yetu magumu magumu kwa sababu hatuna biashara. Wenye biashara, wallahi mimi siku zote nawaombea dua watu wafanye biashara, kwa sababu biashara ndio yenyewe. Biashara, ukitaka kuishi mjini hapa, biashara ndio yenyewe. Ukitaka kuishi shamba kulima ndo kwenyewe kule, usende kufanya biashara kule. Kule ukalime, lakini mjini kazi biashara, ima kuajiriwa, ima biashara na wanaoishi vizuri zaidi sio walioajiriwa, wa wanaoishi vizuri zaidi na wenye milki zaidi ni wafanya biashara. Niom, nionesheni mtu mimi aliyeajiriwa na yeye ana mali nyingi, ah mali nyingi iko kakufanya biashara. Mungu akufungulieni wafanya biashara akutilieni baraka biashara zenu na muendelee kupata raisi kama huyu ambaye anawasikilizeni. Haya ndiyo ya kufanya, lakini lazima tuseme kwamba kwa hivi anavyokwenda mama anastahiki kupata miaka mitano mingine huko ya kumalizia awamu yake anastahiki Silazimishi, lakini anastahiki. Yani mimi ninayo haki na mimi kusema, nyinyi mkitaka kutukana mnatukana, na mimi nikiwa na haki ya kusema ninasema. Lazima niseme kwamba anayo haki ya kustahiki kupata miaka mitano mwingine, achaguliwe ikiwezekana kwa kura zote. Katiba tu inasema tukae foleni, tuchague, lakini kwa namna alivyo inabidi tu kwamba amepita huyo Ilibidi hivyo tu, lakini sasa taratibu hazisemi hivyo. Na taratibu haziwezi kuniachia mimi ninavyotaka. Mimi ndo natakiwa nifate taratibu zilivyo. Kwa hiyo apigiwe kura. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala lnabii.